Mumpe aendeshe. Sawa. Nani, mumpe awaletee velesima yenu ile ya kila siku. Ndiyo. ili nyie muweze kuurudisha shilingi elfu tatu kwa siku Sawa sawa. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo a, diwani wenu Milindi, kijiwe cha kwanza alichosema kwake tulete ni hapa sokoni Buzebazeba. Sasa kuna kijiwe hichi na nimeambiwa kuna kijiwe kingine hapa hapa sokoni Buzebazeba, kivyovyote vile, kivyovyote vile lengo ni kuvifikia vijiwe vyote, lengo ni kuvifikia vijiwe vyote. Sasa uh, Milindi, inabidi tupate uh, idadi ya uh, vijiwe vya hapa, ili kila, kila kijiwe kiweze kupata pikipiki yake, kwa sababu hii ni pikipiki ambayo kazi yake itakwenda kuwasaidia vijana kuweza kupata riziki yao ya kila siku. Narudia tena Mmezoea uh, kuwekewa vilesimaa elfu kumi kwa kila siku kulipa, sawa, sawa. Sisi tunawapa pikipiki, mtatoa shilingi elfu tatu tu peke yake, na mkifikisha mwaka mmoja, mkimaliza mwaka pikipiki itakuwa ni ya, ya kwenu. Umeelewa vizuri? Kwa mtakuwa mmelipa kama milioni moja tu. Baada ya hapo, pikipiki itakuwa ni ya kwenu. Hii lengo ni kuwasaidia, ili pikipiki hii itumike kuendesha vitu vingine vya hapa kijiweni. Sawa mwenyekiti, kama umeelewa, naomba na fungua sasa hizi mza. Kwa hiyo nakukabidhi funguo hii. Wana wa, wa, chama cha kijiwe wako wapi? Mpo? kijiwe kina watu wangapi? kumi na tisa. Haya, funguo hii hapa, nakukabidhi funguo, pikipiki hapa, piki ni mpya. Na mheshimiwa diwani, uh, mi nashukuru uh, kwamba umetengeneza mazingira ya vijana kuweza na wao kuweza kujitengenezea kipato wao wenyewe. Wewe ni diwani kijana, na sisi wote lengo letu tuwasaidie vijana wenzetu waweze kujikwamua. Kwa hiyo nimemkabidhi funguo hii hapa aa, mwenyekiti vijana wangu. Wa, wa, wa ofisi ya mbunge watakuja watamletea mkataba atasaini kwa niaba ya kijiwe kwa ajili ya uendeshaji wa, wa, wa pikipiki hii. Sisi kama tumeelewana vizuri? Vizuri, tuko sawa sawa, tuko vizuri. Sawa, bas baada ya kusema hayo, test chuma yako, angalia kama iko vizuri, sisi tunaelekea sehemu nyingine.